Ya uzazi, mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akioandaliwa zanavapata mkoa wa Mwanza. Namuomba mwomba Mwenyezi Mungu kwa kila sekunde na dakika tutakayoitumia hapa iwe ni sababu ya kusamehewa dhambi zetusimoja na wazazi wetu na ndugu zetu wote waliotangulia mbele ya haki. Swala za mtume siwe ni sababu ya faraja na kutufungulia mambo yetu. Alintikhabu huwa ikhtiaru au intiqadu shakhsi au jamaa biridha nasi. Uchaguzi definition yake ni kuchaguliwa au kuteuliwa mtu au kundi kwa idhaa ya watu. Katika dhana ya Uislamu tuna shura na baia kama nguzo muhimu za demokrasia na uchaguzi ndani ya Uislamu.

hiyo inakuwa kama sura ya demokrasia duniani. Kuna aina tatu kuu za utawala: kuna utawala wa kiimla, kuna utawala wa kidikteta na utawala wa kidemokrasi. Utawala wa kiimla ni watu wanakuwa hawana chaguo, wanatekeleza amri na unazo faida zake na hasara zake. <coughs> Miongoni mwa faida za utawala wa kiimla ni pale anapotokea majanga au maafa, wananchi wanakuwa hawana hiari niagizo. Ni kipindupindu wale, una mamalisha ambao hawazingatii misingi ya usafi wanafuna. Ukisema wawe na hiari, watu wataendelea kuteketea kutegetea kwa kipindupindu, sio? Unamwelewa? <coughs> Niende haraka. Utawala wa demokrasia ni ule ambao sisi wenyewe tunakubaliana namna ya kuendesha nchi yetu kisiasa na kiuchumi. Yaani, hii ni kata ya wako, kwamba leo kata ya Pasiansi, wananchi wote wa kata hii wanakwenda halmashauri ya jiji pale, ukumbi unatosha. Ah, tunaamua tumweke mmoja kama mwakilishi wetu kama ni mbunge wa Ilemela, kafiti ni Ilemela ile ile, kwamba sasa wananchi wote wa jimbo la Ilemela tunaweza tukaenda pale Dodoma, ule ukumbi utatosha. Tunaamua bwana kafiti, sio kwamba tunakufanyia kampeni, natua mfano kwamba yeye sasa <coughs> ndio akatuwakilishe wananchi wa, wa jimbo la Ilemela. Kama ni Tanzania wananchi wote tutatosha magogoni. Ah, tunaamua mmoja, kwa mfano Mama Samia, kwamba yeye kwa niaba yetu, na faida zake, faida za utawala wa kidemokrasi, kwa sababu yale yatakayokwenda kuamuliwa na yule mliyemtuma yanatokana na nini? Yanatokana na nini maana yake itakuwa ni rahisi katika utekelezaji mm. Kwa sababu hiyo iliyokwenda kua munwa pale, kama ni serikali ya mtaa, watu hawaelewi nincha. Kwa mwenyekiti wa mtaa, unaweza elewa kwamba kama ni katika mtaa kuna ile mikutano ya kawaida sita kwa mwaka, mikutano ya kawaida ambapo wananchi wanakutana kwenye mikutano ile, wanaeleza kero zao. Mwenyekiti wa mtaa ni mjumbe wa kamati ya maendeleo ya kata wa misingi ambapo mwenyekiti diwani anakutana na matatizo kutoka kwenye mitaa iliyoko kwenye kata yake, anakwenda kuiwasilisha kwenye baraza la madiwani. Kile anachokiwasilisha ya no, um, <laughs> <laughs> ni sehemu ya yaliyotokana na wananchi wa kata yake vuga mtaa. Hapo ndio unapokuja kwamba dhana ya kwamba kiongozi huyu anawasilisha maoni yenu, na kwa sababu ni maoni yenu, kuna haja ya kushikiwa bunduki wala fimbo katika kuitekeleza

Yani kama vile mtunza hazina za nchi ya Misri, akataja vigezo viwili. Kwa nini anastahili? inni hafidhun alimu, mimi ni mlinzi mwenye ujuzi. Yaani, ninacho napoomba kazi hii nina eh, ujuzi kwa lazima mtu awe na ujuzi wa kile anachokiomba, awe na maarifa, lakini pia awe na uzoefu awe na ujuzi na uzoefu. Wanaweza kuja watu, kama kweli ana elimu na PhD, ana uzoefu wa uongozi, kwa sababu uzoefu ni mwalimu bora. kama ni mtu unampa mtu, mtu ambaye hata serikali ya mtaa hajawahi kuongoza, kutunza ni ruhusa, ila silva ni bid'a. Sallu ala nabi, lazima kuwa na uzoefu Uongozi haujaribiwi kwa <coughs> <coughs> sababu, ni maisha ya watu unazungumzia maisha ya watu <coughs> kama dereva <t> <coughs> wewe mtuatukaveka leo tunampagasa abiria sikini. Kipimo cha dereva sio tu kuendesha. Baharia bora sio wakati bahari imetulia, ni pale ambapo bahari imechafuka, ndio tunajua baharia. Barabarani imetulia, kila mmoja niende la mwisho, maanake dakika akazilie tano, wanasema ni al-quwwa wa al-amana

Lakini kwa nini ana sifa mbili? Sifa ya kwanza ni al-qawiyyu, sifa ya pili ni kwa maana ndio ile nilokuambia kwamba ni al-amana wa kafaa. Baba yake mzee mzee Shuaibu anawauliza wale mabinti. Kuhusu nguvu sina mashaka kwa sababu ni kweli amewasaidia kunywesha mifugo kule, kapambana na wanaume, kawasaidia. Kwa hiyo kwenye nguvu sina mashaka. Kipimo gani mmetumia kusema huyu ni mwaminifu wakati ndio mgeni kimjini hapa? <laughs> Wakasema, mzee, unajua wakati sisi tunamwelekeza huko nyumbani, alituambia yeye atakuwa mbele, sisi tutakuwa nyuma na kwanza, lakini baada ya kutusaidia kuonyesha maji yamoja kaa ya simu sababu wanaume nyuma yake tunanini asaua kaakujua wa ma Al-amana <mix> uaminifu, kwamba nguvu na mtu awe <mix> na uwezo wa kusimamia kile ambacho amekabidhiwa na awe mwaminifu. Na haya mambo mawili, unaweza kukosa kwa kitu kwanza. Haya mambo mawili ni muhimu sana kwa wanaotaka kutuomba, hawaku wana uwezo ni waaminifu juu ya rasilimali zetu. Anaweza kuwa mtu anapiga kelele fisadi, fisadi, kumbe yeye amekosa fursa ya kula, na na anaweza kuwa na hatari zaidi kuliko huyu aliyepo. Ielewa.

Nani ambaye anasababisha kusudia? Ni wala kasema nyingi. Mimi hapa nasema alikuwa na hadithi. Wa eh? Yeah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idha dhi'at amanatu fantadhiri sa'a. Amana uaminifu unapopuuzwa. Basi tegemeeni kia, ile akauliza amana uaminifu unapouzwaje? Akasema katika riwaya ya ya kwanza idha usida lamru au idha usnida lamru, kwamba jambo hapa ili jambo ambalo atakabidhiwa asiye stahiki, atakabidhiwa asiye. Jambo gani hapa? Tunazungumzia masuala makubwa yanayohusu uongozi, yanayohusu siasa, yanayohusu utawala, yanayohusu hatima ya wananchi, wakipewa wasio stahiki.